Nadhani itakuwa nakumbuka. Vile wakati nafanya safari ya kuondoka kwenye huu mji, kuna hazina ambayo nilikuachia, nilikuwa nahitaji kwa wakati huo. Ni kweli ulinipa nikutunzie, lakini mimi sikuweka ndani, nikaenda kukificha porini. Lakini mkuu, si unakumbuka enzi ya zamani, yale zilikuwa kavu, sasa hivi imeota majani, wala sikumbuki wapi nilipokiweka. Lakini mkuu, subiri, nitajitahidi nitaenda kukutafutia. Nitakukabidhi mkuu wangu. Sawa. Jitahidi sana usichukue muda mrefu. Maana kwa hii changamoto ambayo imejitokeza kwa wakati huu, nahitaji kukabiliana nayo. Na kifaa husika ambacho cha kutumia katika hiyo kazi ni hicho ambacho nilikupatia. Sawa.

Sasa hivi ni saa ngapi? Umechelewa. Anaza kuniambia ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Unamaanisha mchokozi? Ndiyo. Kama kuna kitu takuwona nificha, tutagombana.

Chendu mwana wa Mamaya, umesahau kufanya matambiko na kafara ambazo zimewekwa kila baada ya miezi sita. Sasa nitazikamilisha mwenyewe ili kukamilisha kafara na matambiko. Chelewa, eh? Ah, hapana. Mi pia si muda nimefika hapa. Pole kwa kusubirisha. Asante. Nimekuja ah, kugundua kitu, kumbe wewe ni mzuri kiasi kiasiki. Mara ya kwanza nilisifia nywele tu, ila kwa sasa d nah, hodoii ni mzuri. Asante. Naona kama muda umeenda, tunaweza tukaenda, si ndio? Kabla hatujaenda, usitake kuniambia kwamba utarudi, sisi tunalala huko huko Tafanya kwa ajili yako <laughs> yeah, yeah. Siku fichi nilitaka nipite, umenipa nini mpaka nimezama? Siku fichi sikutaka nikupende, hivi kitu gani? Yaani bwana nilivyokutana na wewe hapa. Nilikuwa nakuja huko eh, kweni, even even kwa nyumbani kwako. Ndoa kina nyinyi miguvu kwani tibika ugulie kwenu. Hivi nkera. Hivi wewe kunificha mimi jambo zito linaloendelea. Eh? Nataka nikuulize kitu. Una amani kwenye ndoa yako? Yaani wewe na mumeo mnaishi vizuri? Mm. Uwezi kunijibu. Sasa sikia nikwambie nkela. Najua kila kitu kinachoendelea. Huna amani na ndoa yako. Si unanielewa mi, nakujua vizuri wewe, ni mstaarabu, mpole na wala huwezi kuongea ndani kwako kuniambia mimi, ila nikwambie tu usijisaulishe kwamba mimi ni udugu wako, tumetokea mbali Mkela, mimi nilikupa mapenzi yangu yote kama rafiki yangu wewe, na wewe ukautoa upendo wangu kwangu ukaupeleka kwa rafiki yako Mchokozi, na mchokozi huyo naye akautoa upendo wako akaupeleka kwa mume wako Kipipi, mbona sikuelewi? Unielewi Mkela, utanielewa. Mi najua vizuri kwamba mume wako anataka kukolea mke wa pili. Uongo, uongo, mume wako yeye hataki kukolea mke wa pili. Ni kweli anataka kuniolea mke wa pili. Kweli, eh? Sasa nikwambie kitu ambacho wewe ukijui. Huyo mwanamke ambaye anataka kumuoa mume wako Makoroboi ni rafiki yako wewe, Mchokozi. Lakini kwani hajaona wanawake wote hapa kijijini mpaka anataka kumuoa mchokozi? Na mchokozi ni rafiki yangu mimi. Mmeongo, anajua kabisa kwa kwamba huyo ni rafiki yangu, hawezi kufanya hivyo. Ah, kweli we mpanganga. Shangai siku hizi mkono wa pirika sina tena, we ushangai siku hizi ununda zina tena, we ushangai Ukitabasamu mimi ndo na cheka cheka kwa ushangai kitu kidogo tu okay. He, mifi yangu una moyo yani, hata kama ndoko kupenda, lakini wewe shoga yangu unapitiliza yani, kipigo chote iko kimaliza hapo. naika maji ya kuoga mimi yangu, twende ukaoga hasa, nitafanya jifi yangu, na mimi ndo nimempenda kakako vibaya mno, tabidi nivumilie m hmm. Mapenzi ndivyo alivyo shoga yangu <laughs> Nasaizishai salama. Shikamoo kaka. Baba. kadogo mm -hmm. kaka yuko mm -mm. ametoka. <sighs> Unaweza ukanifungulia mlango wa kule nyuma, ule mlango wa kupanguza kazi kazia watwatumie tena kaufunga. <sighs> Una shida kwani? Nipo na wifi yako kule nyuma nimemwacha , hmm. Asa, kama ndio hivyo haina shida, si unamleta tu hapa tumuone. Je, wewe wifi yako awezi kuleta jao? Ana shida huyo, yaani ana tatizo. Mlete, unampisha hapa, imkina hakuna hata atakaye kuuliza. Basi. <laughs> Shuga yangu kuna mgeni eh. Eh, mgeni gani tena? Mambo ya mchepuko hatari eh. Jamani, watoto mnashengesha nyinyi <laughs> apana, siwawezi. Habari zenu, salamu Kubwa eh? wajale, <laughs> na mfamu vizuri. Atuna sisi wanawake hatuna huruma sisi sakafata nini mundani. Huwa upole wako wenzia wanaitumia kama fimbo, kama daraja la kukanyagia ili kufanya mambo yao. Nkela, unatakiwa uamke. Wanaume sasa hivi wataki kulelewa hivyo. Kuna muda unamsua bongo wake unamkanda. Lakini unajilizaliza tu. Nakujua wewe ni mzee. Mapenzi basi. Mama, mapenzi ya kulilia sio hapa bongo. India? Ah. Mama mani mama pianka chopla. Isi na kitu kimoja. Mimi kama udugu wako na kwambia hapa sikuambiwa na watu. Nimejionea kwa macho yangu haya mawili. Wakati narudi shule nimepitia kwa Benjamin Lando kule bondeni. Napita namkuta mme wako Makoroboi akiwa na Mchokozi wamesimama mapolini. Mume wa mtu ana kisu. Hapana hapa kipipi na andani, mme wangu hawezi kufanya hivyo. Mchokozi ni rafiki yangu na kila kitu kinachotokea ndani naenda kumwambia Mchokozi, maana yeye ndo anaye nishauri na ndo mshauri wangu mkubwa. maskini ya Mungu. Kumbe naye katumia fursa hiyo hiyo ya kupita na mume wako, akanifurahisha kanifurahisha, kani. Mwanamke mpumbavu mjinga, usiyejelewa kama wewe. Unamwambiaje mwanamke mwingine umjue katokea wapi, umwamini? Muone siku mbili tatu tu unamwambia mambo yako yote ya ndani. Mimi udugu wako najua, nawe miaka mingi hujasubutu hata kuniambia hata chendo unaoyapitia. Nkela, nilikuahidi kwenye shida, kwenye magumu nitapambana na wewe kwenye la na na, na, na furaha nitakuachia ule na mume wako kwenye hili hata mimi sitamani nikuharibie ndoa yako, na sijakwambia ili uachane na mume wako. Na kama uniamini, chunguza na ipo siku utakuja kunikumbuka kwamba Kipipi msema ovyo aliniambia kitu, akili kichwani mwako. Hapana, mlango hawezi kufanya hivyo. Au ni kweli? <laughs> Habari yako mzee Manembo. Salama kabisa, Kungwe. Naona leo umekuja nyumbani kwangu, karibu. Nimekuja kwako kukupa taarifa, ile siri ya uvungu tayari nimekwishaijua. Siri ya uvungu na umeijuaje? Haupasi kujua nimeijuaje, ila nakupa tahadhari, huko unakopita kuwa makini, maana nilichokifungulia kina hasira hapo nishaanza kuamini. Unamaanisha kile kitanda kinachotembea kinahusika na wewe, si ndio? Hivyo hapana, kuhusu hicho kitanda mimi sihusiki na wala sio cha kwangu. Na hii taarifa nyingine nakupa, nenda ukamfikishie huyo mzee wenu asiyetajwa, ambaye anakutumia wewe kama mjumbe wake. Nenda ukamwambie muda wowote mzee Manembo atakuwa mgeni wake. Ameshajua siri ya uvungu. <laughs> Mbwembwe, samani mke wangu, haina ah, ah, shida. Mke wangu, maana najua bahati mbaya, acha tu, nakusaidia mimi. Vipi oh, so? mm -hmm. Tena mke wangu? Nini tena? Ukisikia pe, ujue imekupata. Ile kukosa kwangu hakuna, si unanielewa? Alafu miza kusitowagi msamaha, mimi siyo Yesu. Nipe nikupe, kazi unayo kipipi? Naona mazoea yamezidi, ili kuepusha shari, sitaki kuzungumza nawe tena. Najua unataka talaka yako, lakini hapa talaka hakuna. Mm. Sawa. Mzee Marembo? Naam. Kwa hiyo sasa hivi ni mwendo wa kupotea na kutokezea? Kwani miguu zenu zimechoka kutembea? Kwa nini nipate shida wakati huu ndio usafiri mwepesi? Na nimejua tu kwamba unakuja nyumbani kwangu, nikaona nikurahisishie, nikufuate huku ku ulipo. Hebu niambie, una habari gani nyingine mpya? Sawa, mimi mimi nilikuwa nakuja kwako kukupa taarifa. Kile kiumbe ulichokifungulia kule kinaishi kwa kafara, na hata mimi mwanzoni kipindi naishinacho nilikitolea kafara mwanamke wangu wa kwanza na watu hawa watatu. Sasa na wewe natakiwa ufanye hivyo hivyo, utoe mwanamke wako na watu watatu. Kuhusu swala la kutoa kafara, mke wangu mmoja, hilo halina shida. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. kuna fimbo ya haja inayoweza geuka nyoka, yani utastajabu kuliko yale yanavimusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah. Uhu, kuna vitu vya kutisha uadui ah,